imewasikitisha Wakenya wengi pamoja na viongozi mbalimbali mbali, ambapo Rais Mstaafu Daniel Arap Moi ametoa rambirambi zake kwa familia ya Rais Mstaafu Mwai Kibaki kwa kumpoteza Mama Lucy Kibaki. Kwenye taarifa rasmi Rais Moi ameomboleza kifo cha Mama Lucy akisema ni pigo kubwa kwa taifa na familia familia ya Kibaki. Amemwomba Mola kuipa familia ya Kibaki nguvu wakati huu mgumu. Kwa upande wake, naibu Rais William Ruto ameelezea kusikitishwa na kifo cha Mama Lucy Kibaki. Ruto amesema amepokea habari za kifo hicho kwa mshtuko mkubwa. Pia amesema kuwa amemtaja Mama Lucy kuwa mtu ambaye alipigania maadili mema ya jamii. Pia kuna viongozi wengine ambao wameendelea kutoa risala zao za rambirambi kama kiongozi wa CORD Raila Odinga. Kwanza tunaweza kusoma ya Rais Uhuru Kenyatta akisema kuwa amesikitishwa na kifo cha Mama Lucy na anamkumbuka kwa maendeleo aliyoleta pamoja na kutoa pole kwa familia ya marehemu. Kumbuka kuwa Mama Lucy Kibaki amewaacha watoto wanne pamoja na mumewe Rais Mstaafu Mwai Kibaki. Kiongozi wa COD Raila Odinga amesema kuwa Lusi aliipa nguvu nafasi ya mama wa taifa na pia ametaja kuwa mola aipe nguvu familia ya Kibaki. Ni baadhi ya jumbe ambazo ni risala za rambirambi kutoka viongozi mbalimbali kuhusiana na kifo cha mama Lusi Kibaki.